Wakikwambia I miss you yes. Na kama ni msimu wa kunyosha love, basi inawezekana una mtu wako unampenda sana, unamthamini sana lakini kwa namna moja ama nyingine mmekuwa na migogoro ya hapa na pale. Huo ndo msimu wa kumwambia na kumisi. Huo ndo msimu wa kumwambia mimi nakupenda sana. Huo ndo msimu wa kutengeneza, alafu mwisho wa siku maisha yakaendelea na yakaendelea kuwa poa pia tukukaribishe sana mpaka saa tatu kamili usiku. Nipo mimi Veronica Franki, yupo Adamu Mchomvu, yupo George Bantu. yes, yes, yes. yuko BDozen. Wow. tutakuwa na mpaka saa tatu kamili usiku, karibu tupige stori, maana hapa imo mahali ambako tunaweza tukapiga mastori kama yote, yeah. No filter inafuata baada ya sasa. Jahazi HD hata nikiwa mbali upo karibu nami, popote niendapo utakuwepo hapo hapo. Na msimu huu pokea tabasamu.